Naam mtazamaji wa Trend TV, ya bwana leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii hapa hii na hii leo bwana, inahusiana na interview ambayo Bibi Zuchu ameifanya huko BBC London aa, katika nafasi ambayo aliipata kufanya mahojiano pale BBC aa, huko Uingereza. na interview ambayo ameifanya Zuchu kwa Uingereza bwana, ni kwamba imemeke headline sana. Ni moja kati ya interview ambazo zimeenda viral huko mtandaoni bwana, ukipita basi obviously utakutana na page nyingi sana zikiwa zinazungumza kuhusiana na interview ambayo bibi Zuchu ameifanya huko Uingereza ambapo amezungumza kuhusiana na mambo mengi sana ambayo yana trendi huko mitandaoni, mengine kumuhusu yeye, lakini kikubwa zaidi ni kwamba amezungumza pia kumuhusu msanii ambaye alikuwepo pale WCB, na mzungumzia msanii ambaye anafanya vizuri sana sasa hivi katika industry ya Bongo Flava baada ya kutoka katika record label hiyo. Uh, huyu si mwingine bali ni Mbosso Kani. Kwa hiyo Zuchu, pia alipata nafasi, baadhi ya maswali ambayo alikuwa ameulizwa yalikuwa yakimuhusu Mbosso moja kwa moja. Uh, kwa kifupi ni kwamba Zuchu bwana aliulizwa sababu ya Mbosso kutoka pale WCB nadhani hawa nao pia walikuwa wanafahamu kabisa kwamba kulikuwa kuna hizi rumors ambazo zilikuwa zinahusishwa kwamba Zuchu eti ni sababu ya wasanii wengi sana kujitoa katika record label hiyo. Lakini pia vilevile vile ni kwamba Zuchu aliulizwa kuhusiana na yeye pia mustakabali wake akiwa pale WCB, na yeye naye ana mpango wa kutoka katika record label hiyo au yeye bado yupo yupo sana, ambapo kwa mujibu wa bibiye Zuchu, bwana yeye ameeleza wazi kwamba kutoka WCB hawezi kutoka leo wala kesho. Zuchu bwana ameweka wazi bayana kabisa kwamba suala la yeye kutoka katika record label ya WCB halipo. Jambo ambalo kiukweli tunaweza tukasema kwamba ni moja kati ya vitu ambavyo vimewashangaza watu wengi sana, kuona kwamba anachokizungumza ni real au na yeye pia ipo siku ataamua kujitoa katika record label hiyo. So hapa kuna page mbalimbali mbali zimekuja kuzungumzia hilo swala. Kwa mfano hapa kuna page ameandika kwamba Zuchu anadai kwamba yeye hana haja ya kutoka WCB sababu bosi ni mume wake. wakaandika kwenye caption kwamba bwana Zuchu akizungumza na BBC Swahili huko London, star wa kike wa mziki wa Bongo Flavour hapa Tanzania Zuchu aliweka wazi wa kuwa haoni kama uh, kuna haja ya yeye kutoka katika record label ya WCB na kuwa msanii huru kwa sababu bosi wake Diamond Platnumz au mume wake yuko naye muda wote. lakini pia vilevile vile, kuna mpaka peji nyingine huko ambazo eh, zimeelezea kuhusiana na hilo hilo swala. Ni moja kati ya vitu ambavyo of course vimemeke vimemeki headline sana, yaani peji nyingi sana kiukweli zimekuja kuzungumzia swala hilo kuhusiana na ishu ya bibi Zuchu kusema kwamba yeye kutoka WCB ni kitu ambacho hakiwezekani, na sababu ambayo ameiweka bayana ni kwamba Uh, bosi wa record label hiyo kwa kuwa ni mpenzi wake, yani Diamond Platinumz, kwa well, kwa hiyo yeye haoni sababu ya kutoka katika record label ya Wasafi. This is lakini ukiachana na hilo pia vilevile, hapa wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section kuhusiana na maneno ambayo yamezungumzwa. kwa mtu amesema bwana, Zuchu alivyojibu hivyo kiukweli ametisha sana. Kuna mtu mwingine hapa anaitwa Mizo 63 amesema very smart lady, akiwa anamaanisha kwamba Zuchu ni mjanja kwelikweli. Kuna page nyingine hapa amekuja ameandika kwamba Zuchu said the secret to her success is God, her family and her team also her hard work. Yaani hapa aliulizwa Zuchu kuhusiana na kwamba, eh, siri ya mafanikio yake yeye ni nini, ambapo Zuchu mwenyewe akafunguka kwamba siri ya mafanikio yake ni yeye mwenyewe kwanza kabisa, kujituma, timu ambayo yuko nayo, lakini pia vilevile ameelezea wakachana, kujituma pamoja na timu ambayo yuko nayo ameeleza pia ameeleza kwamba pia t... hapa pia familia yake nayo pia ni moja kati ya vitu... ni moja kati ya watu ambao wanamsapoti sana, kwa hiyo hiyo pia ni moja kati ya sababu ambayo imechochea mafanikio yake kwa ujumla. Kwa hiyo hapa alikuwa anazungumza kuhusiana na siri ya mafanikio yake yeye akiwa kama msanii uh, wa kike katika industry ya muziki wa Bongo Flava, lakini pia vilevile vile ni kwamba Uh, Zuchu aliulizwa kuhusiana na ishu ya wasanii kujitoa pale WCB akiwemo Mbosso, ambapo uh, swali hilo Zuchu bwana yeye alijibu, alilijibu kiujanja sana yaani, uh, nadhani kila mtu alikuwa anaelewa kabisa kwamba ili swali bwana lilikuwa kama vile linalenga uh, zile fununu au vitu ambavyo vinasemekana huko mitandaoni kwamba Zuchu ndo chanzo cha, chanzo cha wasanii wengi pale WCB kujitoa ambapo mwenyewe Zuchu bwana amelijibu hilo swali akidai kwamba kila mtu ana malengo yake na ana muda wake. Akiona kwamba sasa hivi inatosha, yeye anatakiwa kutoka, basi anatoka tu, kutokana na kwamba ameshaweka plani za maisha yake na WCB pale. Watu amedai Zuchu kwamba watu wengi sana hawafahamu eh, pale Wasafi bwana wanaishi vipi na hawa wasanii wao, ni kwamba Diamond Platinumz ameanzisha record label hiyo ya Wasafi, eh, lakini haja focus kabisa Yaani malengo yake Diamond Platinumz wala siyo kupata pesa kabisa. Malengo ya Diamond Platinumz bwana ni kusaidia wasanii kwa mujibu wa Diamond, kwa mujibu wa Zuchu anadai kwamba Diamond katika record label yake ile ya WCB malengo yake siyo kupiga pesa kupitia wasanii ambao anawasaini wasani pale, bali ni kusapoti vipaji vya wasanii hao pamoja na kusapoti vipaji vya wasanii hao vile vile, kwa mujibu wa Zuchu, anadai kwamba Diamond ana malengo ya kuipeleka Bongo Flava kimataifa ili iwe na tija na maslahi makubwa zaidi kwa wasanii, kwa sababu kwa sasa hivi kwa mujibu wa Zuchu anasema kwamba hizo platforms za kuuza mziki kwa, pa, kwa hapa Tanzania hazilipi vizuri ukilinganisha na nchi nyingine. Kwa hivyo basi wao wana jukumu la kuhakikisha kwamba wanapata soko la nje ya nchi ili pia vilevile vile kubusti mapato kupitia streaming platforms, lakini pia vilevile kuupa soko mziki wa Bongo Flavor ili wasanii waweze kufaidika. Zuchu ametoa mpaka mfano kwamba kwa mfano nyimbo moja ikipata views milioni ukiangalia kwenye upande wa, wa pesa huko YouTube wanapata almost laki nane which sio kiasi kizuri sana ukikompea na wasanii kutoka Nigeria, South Africa na nje ya Afrika. Sasa kutokana na majibu hayo na swali ambalo Zuchu alikuwa ameulizwa kuhusiana na Mbosso kujitoa WCB na jinsi ambavyo yeye alivyokuja kulijibu swali hilo, watu wengi sana wamempongeza Zuchu kwamba amejibu swali hilo kiustadi wa hali ya juu, yaani amejitahidi sana kuepuka controversy katika hiyo topiki ya Mbosso kujitoa pale WCB.